Assalamu alaikum sallau mke wangu mjamzito, ila sky naye hapo walipo ninap, ninapokaa yani kwangu, anasema kwangu kuna uswahili uswahili, majirani tumewambia yeye na mke wake majirani tumewaambia tumeachana, ili kuwaficha juu ya ujauzito. Kisheria imekaaje? ni mke wangu bado au ndio talaka ishatoka? Alhamdulillah, kama mtu anasema eh, kwanza Mtume anasema kitu tatu

Tanzania wala warawengi wanafanya <tabili> hapa hujakula kwangu, hujakaribia hapa, nimeshamwacha mkangu ni kweli kaa hajaa kama haja haja. <tabili> Mtume anasema thalatha jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd, tatu ni ukweli wa ni kweli na mzaha wao ni kweli, kataja talaka na kurejea na kukoa. Mkangu tumeachana hii kumeachana, katumia ni lugha inaitwa, Sheikh Abubakar, katika sharia wanaitwa, mtu anatumia kile kinaitwa tauria. mm -hmm. Tauria nini? mm -hmm. Yani mtu anaelewa kitu kingine, wao wanakusudia kitu kingine. Tumeachana, maana yake wao wanakusudia yeye yuko sembali, si hivi, hayuko hayuko na mimi <laughs> okay. kama alikuwa anakusudia hivi, sio talaka. Haya, nataka kuambia wale pengine labda tumeachana, tumeachana, watu wanaelewa nini? lakini yeye kama anakusudi tumeachana, si hivi mina ie tuko mbali, ah, yeye mwenyewe anakusudi eh, nini, sio talaka. Okay. Sawa sawa. No. Hmm.